Sasa kama tunataka kujua tofauti, tunaishi tofauti kati ya asruna zama zetu sisi wa asru Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi kwa kweli kwa kiwango kikubwa tumo katika jahilia. Mwanadamu wa karne hizi au jahilia tulionayo sisi, mwanadamu anapambana ili ajikomboe. Tutafanya ulinganishi: zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kuna mapambano ya kumkomboa mwanadamu dhidi ya utumwa, dhidi ya unyonge, dhidi ya umaskini, dhidi ya kuabudu kisichofaa kuabudiwa, ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini karne hizi, jahilia ya karne hizi mwanadamu anapambana ili ajitoe katika ule utumwa wa yeye kuwa mtumwa wa Allah, awe mtumwa wa shaitani, awe mtumwa wa matamanio ya nafsi yake. Wawezokuta watu NGOs kadhaa zimet, zimetengenezwa ili mtu ajikomboe, aondokane na sheria ya Mwenyezi Mungu katika mirathi katika kuvaa katika maisha ya ndoa na vinginevyo. Ukiuliza, anataka kukombolewa, kwani sasa hivi yuko katika utumwa wa nani? Uh, eti kule ukitaka kurithi bwana, lidhakari mithlu hadhil unthayain, huu ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio hududi za Allah, na mtu anayepituka mipaka ya Allah, kama anavyosema mwenyewe, fakad dhalama nafsa sasa jitihada za kumkomboa mtu atoke katika utaratibu wa Allah awe huru kama wanavyosema, kufanya atakalo, ndio simat, yani ndio alama kuu zinazoonekana katika asruna. Mtu hafungwi kuheshimu wengine, kwa maana hadhibitiwi. Utaona mitandaoni wanatukana mpaka viongozi wa nchi, matusi ya nguoni, na dunia imekaa kimya. Mtu yuko huru, uhuru wa kujieleza, mtu anaeleza chochote kile cha ovyo. Haya ndio tunaona wakati huu tulionao. Zile elimu ambazo Allah ametuwezesha kuwa nazo tunazitumia katika kuendeleza jahilia. Sasa mwana mwana kongamano, tofauti gani kati ya zama zetu na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zetu kwa ujumla, tutakujaelezea maeneo fulani fulani kama amthila, lakini kwa ujumla wake, asilimia kubwa kwa kweli zama zetu zimekumbwa na mtihani wa kuwa katika jahilia, lakini waandishi wa, wa al karne hizi wanasema, jahilia alqarni lishirin, jahilia ya karne ishirini watu tunaruka angani, tunatembea kwa vyombo vya kisasa, tunawasiliana kwa uharaka mkubwa sana, lakini asilimia kubwa tunatumia neema hii kuendeleza jahilia. Ni vitu vingapi, matusi mangapi yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ambaye hata mtoto mdogo wa miaka mitatu minne aweza kuona watu wanavyoingiliana, anaweza kuona kila kitu. Au sipo tulipo hapo? Eh, sipo tulipo? Ndio asruna, ndio asruna, tuko hapo. Tumesoma, tunaelewa, taknia imepanda juu, lakini matumizi ya nyenzo hizi yako hivyo. Ndio jahilia. Tumewasema jahilia ya Waarabu, kumtupa mtoto aliye hai kwa sababu tu ni mtoto mwanamke. Sasa hivi wana asruna tunatupa watoto ni kwa sababu tu mama awe free akafanya anachokitaka mtaani, anaweza kutupa chooni. Mwema zaidi ni yule ambaye anamfunga angalau kijibebisho, anamweka jirani na jamii ya watu wanaoishi ili aokotwe na wengine. Huu ndio wakati wetu sisi. Elimu za darasani tunazo, watu wanasoma, ambaye ana digrii ishirini yule za kadha za kilimo kadha za tehama kadha za utabibu kadha za sheria kadha za siasa, lakini mambo wanayofanya ni ya kimabavu. Ndio maana wakaita jahiliyatul qarni la 20. Mimi siwezi kuwaagiza watu wazima, ni utovu wa adabu, lakini kwa wale ninawazidi umri na washauri, wajitahidi kukisoma kitabu hiki la adri, sijui mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema vile marainaalunahum alisema, mara mbili au tatu. Tunamwambia Imrani awe kasema mara moja, lakini ndo ashasema khairukum qarni, watu bora zaidi ni wale wa karne yangu. Karne ni mda gani? Kuna khilafu, lakini kilicho mashhur ni wastani wa miaka mia moja hivi. Kwa hivyo khairukum wa bora wenu. Na kuna alfadhi zimetaadad, ziko nyingine inna khairakum qarni, ziko nyingine inna khaira ummati qarni, walio bora ni wale wa qarni yangu, thumma alladhina yalunhum, kisha ni wale wanaofuatia qarni yangu. Inajulikana hapa kutakuwa kuna watu wanaitwa masahaba ridwanullahi taala alaihim thumma alladhina yalunahum kisha wale wanaowafuatia hawa watakuwa ni kina nani? Tabiin. thumma alladhina yalunahum kisha wale wanaowafuatia hawa watakuwa ni kina nani? atbau tabiin. wa na haya makundi ya watu katika asri tofauti. asri nubuwa imekwenda hivyo mpaka mwisho, sahaba na tabiin. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasalam asema thumma yaji'u aqwamun, na katika lafdhi nyingine, thumma yati qaumun, kisha watakuja watu. Baada ya kupita hii miaka mia tatu ya kwanza watakuja watu yashhaduna wala yustashhaduna. Akijua kuna kesi baina ya mtu na mtu manabo, anajua pale pana michongo anatokea ya shahadun, wanatoka kwenda kutoa ushahidi. Wala yastashhadun, wala hawajatakiwa kufanya hivyo. Anajua mi nikienda pale tena, mwingine anapangwa. E, basi samahani bwana, na tatizo. Tatizo tatizo gani bwana? Pale nyumbani kwangu kuna vijana wa kihuni wamefanya kadha kadha kadha. Sasa unasemaje? Unasemaji? Nataka bwana, wewe ushahidi. Ndio lakini mimi nimerudi jana, na wewe jambo limetokea juzi. Haina shida, nauli kila kitu eh, kipo. Unasema haina shida kweli. Anapewa darasa mtu anakuwa shahidi sasa. Hii anahitaja bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma yati aqwamun au thumma yajiu aqwamun au thumma yajiu qaumun, hizi ni alfadhi zimetaadadi kwenye hadithi ya Imran, watakuja watu kwa namna walivyokuwa hawajali majukumu, hawajali mas'ulia hawajali dhamana alizowapa Mwenyezi Mungu. Yashhadun, watakuwa tayari kutoa ushahidi dhidi ya mwingine, watakuwa tayari kutoa ushahidi kwa maslahi ya mtu mwingine, lakini ushahidi unatolewa. Wala yustashhaduna, mtu anakwenda kutoa ushahidi, hajatakiwa kwenda kutoa ushahidi, lakini yuko tayari akatowe ushahidi. Haya ni madhahir ya asruna, asruna. Tunaishi katika jahilia ya karne ya 20, na miongoni mwa mambo yake yakuonekana ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitaja watakuja watu hizo enzi nyingine mbovu, ndio hizi zetu sisi. Ila kiyami saa yashhaduna wala yustashhadun, wanatoa ushahidi kuthibitisha jambo fulani dhidi ya mwingine ni kwa maslahi ya kidunia tu. wala yustashhaduna, wala hawajatakiwa kufanya hivyo. Kwa wale wasomaji wataona mbona kuna hadithi nyingine mtume sala sallam amesema shahidi bora ni yule ambaye anatoa ushahidi haraka kabisa, wala hana goigoi. Sasa hapa tunaambiwa kumbe kujipelekesha ni dalili ya ubaya. Shahidi aliyosemwa vibaya ni yule ambaye anatoa ushahidi wala hajatakiwa kufanya hivyo. Yule kule aliyosifiwa ni yule ambaye imeonekana yeye ndio shahidi na kweli ameshuhudia, na kama atachelewa haki itapotea, akawa haraka anawasilisha ushahidi wake, huyu amesifiwa kwa sababu hiyo, na huyu amelaumiwa kwa sababu hajatakiwa kufanya hivyo, na kwa kiwango kikubwa pengine wala haelewi chochote, ila kasomeshwa na huyu mtu anayemtaka awe shahidi yake, sema hivi, eleza hivi, tamka hivi. na ulio hapo na wanao mchana wa leo, hicho hapo ushahidi wa michongo. Thumma thumma yati aqwamun yashhaduna, wanatoa ushahidi wala yustashhaduna, wala hawajatakiwa kutoa huo ushahidi. Lakini pia katika miongoni mwa hayo ambayo tunaumia nayo karne hizi, enzi zetu, zama zetu, wayakhununa wala yu'tamanu, wanafanya khiana, wanakhiana sana, si waaminifu, hawaaminiki. Akipewa pesa, akipewa cheo, akipewa jukumu, hatuaminiki Inawezekanaje leo kwenye msikiti apite mkaguzi wa serikali akute mabilioni imetafunwa, ni viongozi hawa wa dini? Ndio karne hii. Karne za nyuma huwezi ukakuta upumbavu kama huo, kwa maana hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam salam, huwezi ukakuta ujinga wa aina hiyo. Lakini haya ni katika madhahiri ya karne zetu, wayakhununa waya, wanafanya khiana wala yutamanun yu wala hawaaminiki. Ukimwamini umeumia. Waweza kukuta wamezungushwa mabati baada ya kujengwa msikiti. Kuna eneo moja sitaki kulitaja, lakini hawa kina kabamo wanazurua sana, washalijua umevunjwa msikiti <laughs> mzuri tu, lakini kwa mdogo ajamtu ase bana, utaujenga utakuwa sawa sawa, eh, eh, nyinyi jitahidini, tupatane kama milioni kadhaa huko kulikobaki tutamalizia sisi bwana. Wale <laughs> waka wakatupa silaha wakategemea kukimbia na kupiga makelele <laughs> wakafanya upumbavu huo, yaani mtu mbele yako adui, unatupa silaha, unategemea ukimbie huku ukipiga kelele. Wakabomoa wale msikiti. Msikiti ulikuwa mzuri, tazi na kila kitu, ila mdogo tu, na eneo limekuwa na wakazi wengi basi bana kaambia tushapata, tulichokipata chi hapa, milioni ngapi? Ishirini. Kukubaki tena ili zifike mia na hamsini tutamalizia sisi wa sallam tasliman kathira. Wamebaki na kiwanja kilichozungushwa na mabati, kila siku wanakuza herufi zile za changia msikiti hapa, ingi shilingi mia. Watu wanadhani hawaoni, zinakuza ile font ya, ya unene wa herufi inakuza, sasa hivi inafikia hatua hii ya mkono changia msikiti watu hawaamini. Milioni kadha zishatafunwa, nani atakukubalia hatoe nyingine? Kwa hiyo katika karne hizi tunatafunwa na majambo kama haya, ikiwemo hiyo aliyoyataja bwana Mtume sala salam. Na kwa kweli, nyuma ya kila moja yako mamia wayakhununa wala yutamanun, wanafanya khiana wala hawaaminiki, si waaminifu, si waaminifu katika kila hali, utakampa nafasi aya yao kubwa wanakuambia bwana, mbuzi anakula urefu wa kamba yake. Hiyo ndio aya yao, mbuzi anakula ya urefu wa kamba yake. Kama mwadhini atakula kwenye kisanduku kile cha pale, kama nani, itakuwa ndio hivyo. Ili mradi tu kwamba kuna khiana za kupita kiwango. Hizi ni katika maeneo ambayo tunapishana kabisa kabisa, albaunu shasi Umbali uko mkubwa mno kati ya sisi na asru nnubuwa kama tutakavyokuja kuielezea.